Sawa, sawa. Hii kitaalamu uh, kidaktari hmm. Na wewe kwenye harakati uh, zako za wagonjwa ambao umewahi kwa kwa nao au kuwa, kuwahudumia kuwa hii huwa inasababishwa na nini hasa? Okay. um, nilizungumzia suala la hormonal imbalance sawa hmm. uh, mwanamke katika mfumo wake wa hezi huwa na siku zake sawa za kwenda hezi hmm. siku tatu siku tano na siku saba siku tatu ni mzunguko mdogo wa ishirini na moja na siku tano ni mzunguko wa ishirini na nane wa kawaida, na siku saba ni mzunguko wa thelathini na tano ni mzunguko mrefu. Kwa hiyo huyu um, na mwanamke natakiwa ajue kwamba nikienda hizi siku mbili, hmm, na shida ya hormone imbalance, na nikienda hizi zaidi ya siku saba, siku nane, siku tisa, siku kumi ana kuendelea, na tatizo la hormone imbalance ni imbalance, na wastani kuna ambao wanaenda siku tatu yes. Na kuna ambao wanaenda siku tano yes. Inategemea na mzunguko mzunguko yeah. wake wa hedhi Yes, na siku okay. saba pia. Na kuna siku saba pia yes. Koo kuna mtu akienda yeah. siku saba pia sijione kwamba labda y ana shida ah, wapo ambao wenye kawaida akwenda siku saba yes. Okay. Yes, kwa hiyo mzunguko hiyo mitatu ndio mizunguko ya mwanamke na hiyo mizunguko hmm, ni kwa kila mwanamke ipo tofauti, lakini um, mzunguko sana ambao uko upo unafahamika zaidi ni mzunguko wa 28 wa siku tano, ndio wengi sana wanawake wanaenda ila yeah, wa siku ih